Ningependa kupata kanzidata tuwe na kanzidata tuwe na orodha ya watu wote wenye leseni katika hii wilaya, lakini pia tujue wako wapi. Lakini katika wenye leseni ndani yake kuna wenye maduara, si ndio hivyo? Pia katika kila leseni tujue wenye maduara yale, ili sasa tuanze kufuatilia haki ya kila mmoja, na ili kuweza kuweka hii harmonization ya kwamba huyu ana duara ananyenyeswa na mwenye leseni, huyu ni mchimbaji mdogo, sio ananyenyeswa na nani tukishawajua wapi mko wapi, tutakuwa ni rahisi sisi kufanya nini? Kuwafuatilia. mmefanya uchafuzi wa mazingira, itakuwa ni rahisi kuwapata. mwenye mwenye leseni amemnyanyasa sijui mwenye, siju mwenye duara kwa namna yoyote ile, tutakuwa ni rahisi sisi kufanya nini kwa kuwafuatilia Ua. Inavyoonekana pia wananchi hawaelewi haki zao, yani wananchi wanatakiwa kuelimishwa juu ya haki na wajibu wao katika ile eneo eneo la, la, la uchimbaji wa madini, hawajui haki zao ni zipi. Mtu anakuja tu hapo anamtishia anamwambia mimi na leseni eneo e, leseni kweli imekava, madini yamepatikana kwenye eneo ambalo ni la mtu anamiliki tangu mwaka sabini mwaka ngapi analima na migomba na nini, analazimishwa kutoka, mtu aende kuchimba bila fidia yoyote bila chochote bila yeye mwenyewe kuwa ameridhia, kwamba wanafanyaje? Yaani kwamba wanakuwa wanawatisha tayari, mimi na leseni na leseni. Hapana, Lazima wananchi wajue wana haki gani katika yale maeneo. Hata kama eneo limekutwa lina madini, lakini si lilikuwa lina mmiliki, haki zake ni zipi? Kwa hiyo wananchi waelimishwe juu ya haki na wajibu ili wasi wasinyanyaswe na hao watu wenye leseni, kisa tu mtu ameshika leseni anakuja kuwanyanyasa wananchi. Kuna tatizo hili la kwamba wamiliki wa leseni kuruhusu eh, watu wengine kuchimba aidha kiujamaa, kiurafiki bila ya kuwa na mikataba yoyote. Ili nalo limekuwa likileta migogoro. Yaani wewe kwa sababu una leseni, una rafiki yako unamwambia kachimba. Mwisho wa siku madini yamepatikana, migogoro inaanzia hapo. Mimi nafikiri eh, tukishapata hii kanzi data tutabidi tufuatilie. Wewe unawechimba, tukague na mikataba uliopeana wewe na huyo mwenye mwenye leseni. Lazima hiyo mikataba tuwe nayo na sisi tuikague, ili baadaye mnapoanza kugombana mnatupa sisi shida ya kufanya nini? Ya, kuwa, kwa hiyo, uh, tuwache, ya kwa kwa hiyo kwanza tuache hiyo tabia ya kwamba huyu ni jamaa yangu tu kwa sababu mimi na leseni, bwana wewe kashinde. Lakini na wewe unaopewa ukashimbe, wajiulize mara mbili eh, mwenzako kashikilia dokumenti na leseni, wewe una nini? Mwisho wa siku yale madini yakitoka, una nini cha kusema haya madini ni ya kwako? Kwa hiyo na sisi pia tunatakiwa tuji, tujiongeze, lazima tuwe na mikataba ya kwamba sasa madini yakitoka, wewe unapata nini na mwenye leseni anapata nini ikishakuwa na, na hivyo tutaepuka hiyo migongano, lakini kuna <coughs> tabia pia utoroshaji wa madini ya tini. E, nimeambiwa pia kuna wageni wanaonunua tini, wako wageni wananunua tini kinyemela mela, lakini tini hizo wanazonunua hazionekani zinauzwa wapi. Sasa tafsiri ya moja kwa moja ndio hao wanaovusha madini yetu. Sasa niwatake wageni walioko katika wilaya hii ambao unajua wewe sio Mtanzania, lakini uko hapa Kyerwa kwa maana ya Tanzania kwa shughuli hizi za madini, niwaombe sana tufuate sheria, kanuni na taratibu za nchi hii ili, nimelipata na nitaanza kulifuatilia kwa rula kwamba mnanunua madini kinyemela lakini yanapouzwa hatujui, moja kwa moja itakuwa navushe wageni ni wengi, lakini wanao wanaovunja sheria pia ni wengi. Kwa hiyo tupeane taarifa. Ulinzi wa nchi hii ni wa kwetu sote, ulinzi wa mali za taifa hili ni sisi wote wa Tanzania tunawajibika. Kwa hiyo tusifumbiane macho, tusifumbiane macho tukaacha mali yetu ikapotea.